Mpele, mwangamiza mtu kabisa. Okay. Ya, yani inahitajika tu neema ya Mungu akusaidie kwenye maamuzi hasa mm -hmm. Ujue ufanye nini yeah. Maana kuna zile nyakati ambazo inafika time unaona mbona kama ni kupeke yangu hivi dunia tuko wengi <laughs> ama dunia <niye> imeshanyakuliwa <laughs> nimebaki <mwenyewe. laughs> yani alafu amna nyakati mbaya kama zile unaona mbona yeah. kama Mungu kaniacha. Yani unajihisi unavyoona mm, sas... kila kitu hakiendi mm. lakini ukiwa na Mungu, yani mimi huwa nikiusikiliza wimbo hata nikiona magumu nasikia tu furaha yani. Ndani yako unaona kuna furaha. Unajua kuna ile feeling unapita kwenye magumu lakini una furaha. Wow. Mimi kuna mtu alokuwa anajua matatizo yangu aliyewahi kuniambia, wewe una akili timamu kweli maana ulipaswa kwa unalia lakini una furaha. Yaani uko kwenye nyakati ngumu na una furaha vile vile. Yaani naendelea kushine. Mm. Yani wala hata sikupungua wala nini. Ile ilikuwa inakuongezea kitu gani wakati ambapo uko kwenye difficult matters kama hivyo? Mm. Alafu uko joyful vizuri, una shida. Aha, yani nadhani kumtegemea Mungu unajua yeah. Ndio maana neno lazima moyoni mwangu moyoni mwako lieke neno, usije ukamtenda Mungu dhambi okay. Unaona, kwa hiyo kama una neno yani haijalishi yani hata umepoteza nini, mm, lakini bado Mungu ndo tegemeo lako la mwisho, na Mungu anaachia majaribu ili kukupima. Je, unajua mfano

Lango, yani, sasa ndo unabarikiwa mara vitu vinakuwa hey, ni vingi zaidi. Kwa hiyo kumbe, kuna, kuna, kuna daraja dogo kati ya baraka za mtu pamoja, hmm. na mazingira ya namna ambavyo huyu mtu anapita kwenye changamoto ngumu, yani hmm. zenye kata ambazo unasema uf mbona kama siwezi kuendelea tena? Kumbe ndio kipindi ambacho Mungu anataka kukuona ukivuka hapo, ayabariki maisha yako kabisa kabisa.